And, uh, that, uh... mkutano kati ya idara ya polisi wadau wa usalama na viongozi mbalimbali mbali. We... waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aliutetea utendakazi wa maafisa wa polisi na hata kutoa mwaliko kwa vyombo vya habari kusafiri katika maeneo ya uhalifu kushuhudia kazi wanayofanya pia kufuatia madai ya seneta wa Nandi Samson Cherargei ya kuwa hajatimiza operesheni za kukomesha uhalifu, Murkomen alijitetea kuwa hababaishwi na uchochezi wa kisiasa all the Licha ya kujitetea, Murkomen hakuzungumzia shambulio la kigaidi kaskazini mashariki ambalo maafisa wa sita waliuawa, ila alisema operesheni za kumaliza uhalifu zitafaulishwa kaunti ya Isiolo na maeneo mengine strategy

Aidha, wizara ya usalama wa ndani inatafuta shilingi bilioni kumi ili kuwafunza upya maafisa wa polisi huku ikiwa na mpango wa kuajiri maafisa zaidi. Haya yanajiri wakati wanatekeleza mpango wa kuhakikisha rekodi za polisi zinahifadhiwa katika mfumo wa kidijitali pamoja na kuweka mikakati ya kuwapiga faini wanaokiuka sheria za barabarani katika kupiga vita ufisadi. Harriet, Chimea, K24.